cha Luono ni miongoni mwa vijiji vinne vinavyopatikana ndani ya kata ya Kidaru ambavyo ni Tiegero, Kidaru na Ndulumo, kata iliyopo ukanda wa bonde la Ufa. Awali, wananchi wa kijiji hiki walilazimika kutembea umbali wa kilomita 35 kufuata huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Kiomboi. Baada ya kukamilika kwa zahanati hiyo, baadhi ya wananchi wa Luono wanaelezea furaha yao. Ila kipindi cha nyuma tulikuwa tunatembea umbali mrefu sana kilomita 35 mpaka kufikia huduma za sasa, mani hii za, za huko wilayani afya. Zamani sala matibabu tulikuwa tunapata kwa shida sana, tulikuwa tukisafiri takribani kilomita 30 kufuata matibabu Kiomboi au Dolomoni na sehemu zingine ambako huduma hii ilikuwa inapatikana zamani kwa kweli, huduma za kiafya zilikuwa ni ngumu na zilikuwa mbaya kwa ujumla, kimsingi zilikuwa zinatuchanganya, mpaka inafikia kipindi tuna hata kama ni magonjwa madogo inabidi tuende sehemu za mbali kwenda kutibiwa. Mwenyekiti wa kijiji cha Luono anaeleza kuwa kupatikana kwa zahanati ndani ya kijiji chake kunaleta afueni kwa wananchi, kwani watapata matibabu kwa haraka na kwa ukaribu zaidi. Tupate jengo la kujifungulia, ndugu zangu, tumeenda kupambana, mheshimiwa mbunge amepambana, mheshimiwa rais ametusikia mpaka hapo, tukaleta shilingi milioni 94 tukajenga jengo la kujifungulia lile pale la kisasa kabisa, mnaliona nyinyi wenyewe. Tumeenda kuombewa madaktari tisa. Kwa upande wake mganga mfawizi wa kidaru Charles Julius ameelezea tija ya zahanati hiyo itakayohudumia zaidi ya wananchi elfu moja na mia tano uwepo wa zahanati ya Luono ume- imesaidia upatikanaji kwa urahisi, kwa rahisi na kwa wakati wa huduma za afya, maana kwa kipindi cha nyuma wananchi wengi walikuwa wakisafiri mpaka hospitali ya wilaya zaidi ya kilomita ishirini kufata huduma za afya, lakini mpaka sasa tunavyozungumza, kila kijiji kina zahanati na wananchi wanapata huduma kwa haraka na huduma bora zaidi. Kupatikana kwa ukaribu wa huduma za afya ngazi ya kijiji ni moja ya mambo yanayotekelezwa na serikali kupitia sera ya afya ya mwaka elfu mbili na saba ili kuimarisha utoaji wa huduma za afya zilizo sahihi, salama na endelevu. Kutoka katika kijiji hiki cha Luono, kata ya Kidaru, halmashauri ya wilaya ya Iramba, Deus Liganga, Azam News.